Bwana, kama wewe ni mwanaume basi, naona hivi ndivyo unavyopaswa kujilinda dhidi ya mademu wa chimbaji wa dhahabu au gold diggers. Kila alichofanya msanii wa Marekani Drake kitakushangaza sana. Maanake anasema kuna wakati mmoja alikutana na mwanamitindo mmoja na baada ya kumalizana naye, wakubwa mnanielewa, alitupa kinga yake kwenye sehemu ya takataka za bafuni. Dakika chache baadaye alisikia mwanamke akipiga kelele kutoka ndani. Hii inabainika kuwa alijaribu kuitumia kupata mimba, lakini badala yake alihisi maumivu ya kuchoma. Drake alicheka tu na Anamwambia, alikuwa amemimina pilipili ndani ili kuua mbegu za kiume. Inaonekana baada ya mtoto wake wa kwanza kuzaliwa na msichana aliyefanikiwa kutumia mbegu zake, alianza kufanya hivi kwa kila mwanamke aliyelala naye ili kuepuka mabebi mama wasiotarajiwa. Lakini je, unadhani kuna wanawake wanaofanya hivi kwa wasanii wa Afrika pia au hili ni tatizo la mastaa wa nje tu? Niachie kwenye comment section. Yeah. Bwana, je, utaamini nikikwambia kwamba wakati msanii wa Marekani Gucci Mane alipoenda gerezani kwa miaka mitatu kwa kosa la kumiliki silaha, alimkabidhi mpenzi wake dola milioni tatu ili ajitunze nazo, lakini alichofanya mrembo huyu kitagusa moyo wako. Manake badala ya kutumia pesa hizo kwa anasa na kujinunulia vitu vya thamani kama wengine wengi wangefanya, alizifanyia biashara na kuzigeuza kuwa dola milioni tisa na mwamba Gucci Mane aliporejea mwaka 2016 alimpokea kwa furaha na kumpatia pesa hizo zote. Lakini je, kati ya mapenzi na pesa kipi unadhani kinawajaribu watu wengi zaidi? Niachie kwenye comment section. Bwana, hii ni habari ya kushangaza sana ambayo watu hawajui kuhusu msanii wa kimataifa kutokea Nigeria, Burna Boy au kipenda The African Giant. Burna Boy hawezi kamwe kuoa, yeye ni mtoto wa mama na si mwanaume halisi. Hivyo ndivyo Stefflon Don alivyosema, baada ya wawili hao kuachana. Lakini ukweli wa hili ni upi? Huwezi kukosa kile Burna Boy alisema. Nikianukuu maneno ya Burna Boy, alisema hivi, Mama yangu kwanza, kabla ya kitu kingine chochote, manake nikifa leo, mpenzi wangu atapata mwanaume mwingine anayempenda na kuolewa ndani ya mwaka mmoja. Lebo yangu ya muziki itasaini msanii mwingine chini ya masaa ishirini na nne. Watu ninaowaita marafiki leo watapata marafiki wapya, lakini siwezi kuwa na mama mwingine, na yeye hawezi kuwa na mtoto mwingine kama mimi. Ndio maana nampa kila kitu nikiwa hapa, kwa sababu najua hana mtoto mwingine zaidi yangu mimi. Lakini je, unadhani Stefflon Don alikuwa sahihi kumuita Burna Boy mtoto wa mama au alikuwa anamchafua tu? Niachie kwenye comment section yeah. Bwana, hivi ni mimi peke yangu nimeshangazwa na kile msanii wa Marekani Asap Rocky amefanya kwa ajili ya watoto wake? Ndio, unawajua Asap Rocky na Rihanna, ile power couple ambayo ilianza kama marafiki na hatimaye wakawa moja ya wapenzi wanaopendwa zaidi na mashabiki. Wamekuwa pamoja kwa miaka nyingi bila skendo zozote za usaliti, lakini kilichowashangaza watu zaidi ni uamuzi wao wa kulea watoto wao. Yaani hata kama wao ni mabilionea, wameamua kuto waajiri yaya wa kuwalea watoto wao. Kama Rihanna na shughuli, Asap Rocky anaacha kila kitu ili kuwalea watoto wao na kwa kuwa Rihanna mara nyingi ana majukumu mengi Asap Rocky amejitoa kikamilifu kuhakikisha yupo kwa ajili ya watoto wao kila siku, kila wiki, kila mwezi, kila mwaka. Yaani mwamba ameweka mziki wake kando kidogo ili awe baba wa mfano. Lakini je, kama wewe ungekuwa kwenye nafasi ya Asap Rocky ungeweza kuacha kazi zako kwa muda ili kulea watoto wako? niachie kwenye comment section yeah. Bwana, msanii wa kike kutokea Afrika Kusini Tyla aliamsha mtandao kwa kauli yake kali aliposhinda tuzo ya msanii wa Afrobeats kwenye tuzo za MTV Music Video Awards. Akipokea tuzo hiyo alisema hivi: mimi sifanyi Afrobeats natoka Afrika Kusini na ninawakilisha amapiano. Sijui ilikuwa na haja gani kusema hivyo. Ila sasa Taylor amevunja ukimya kwa kufafanua kauli yake kwa kusema hivi Afrobeats ndio sababu hata tunatambulika, ni aina ya muziki ambao umefungua milango nyingi mno, lakini ukweli ni kwamba nilihisi hivi kwa sababu hii ndiyo tuzo pekee kwa wasanii wa Afrika na ina mega kutoka kwa Afrobeats na ama piano. Muziki wa Afrika ni mpana sana, ni zaidi ya Afrobeats. Ndivyo alivyosema msanii huyo. Lakini je, una nadhani tuzo za kimataifa zinapaswa kuongeza vipengele zaidi kutambua aina mbalimbali za muziki wa Kiafrika? Niachie kwenye comment section.